Wanafunzi ni sehemu ya jamii inayokuzwa kwa ajili ya taifa lijalo. Kumekuwa na sintofahamu ya wanafunzi kutoshiriki masuala mbalimbali ya kijamii yanapotokea. Taarifa zaidi tuungane na Amin Nyaungo. Silaha ya ushirikiano ni kushiriki na kujichanganya na jamii inayokuzunguka baada ya kuona hayo ndipo tukawatafuta wanafunzi watuambie namna gani wanashiriki shughuli mbali mbalimbali za kijamii ambapo wanafunzi wa chuo cha uhasibu mkoa wa Singida wametoa maoni yao juu ya hili. Si Singida. Sisi kama wanafunzi tunashirikiana nao tunasali pamoja. Tuna tuna te, tuna, yaani kuna muda tunakuwa tunajumuika nao kutembelea mashirika ya watoto yatima. Misiba lakini pia shughuli zingine za kijamii mfano E, uchangiaji wa maendeleo e, kuna sehemu tunashiriki pia kufyatua tufali. Kuna sehemu pia tunashiriki donation ya damu, lakini pia tuna mpango wa kwenda kuwatembelea watoto yatima, lakini pia tuna e, mpango wa kwenda kuzitembelea hospitali ambazo e, zina watoto wale watoto njiti. A, kuna umuhimu mkubwa sana e, wa wanafunzi kushiriki katika matukio mbalimbali. Chukulia mfano, natoka sehemu tofauti tunafika katika maeneo ambayo officially tunakaa sehemu ambayo tunachangamana na jamii e, mara nyingi tunajishughulisha tuna na shughuli ambazo e, ni za jamii zaidi, wakati ambapo matukio yanapotokea, mfano ikitokea tukio la msiba mahali ambapo e, kuna jamii au umma wa wanafunzi wa TIA ye, tunashiriki kikamilifu katika hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho, kwa sababu na sisi ni pati e, na paseli ya jamii, kwamba mimi ni sehemu ya jamii na unapofanya vile pia inasaidia wewe kutambulika katika jamii, hata inapotokea fursa mbalimbali unaweza kufanyaje, kushirikiana na mkaweza kusongesha katika gurudumu la maisha na mafanikio, na hata kujikwamua katika changamoto mbalimbali mbali. Nyingine, sababu nyingine, a, sababu nyingine kwa sababu tunaenda ulimwengu wa kidigitali, mnapokuwa mmekutana na jamii mnashauriana pia, mnaweza kushare idea mbalimbali kwa mfano mikiwa mi kama kijana kwenye jamii, kuna watu walika mbalimbali mbali. Mfano wazee, umri wa kati, na hata watoto. Kwa mfano ukakutana na mtu mzima, mkashauriana vitu vya kibusara, nakumbuka mimi ni kijana, itanisaidia hata napoingia kwenye familia, nikafahamu vingi sana kabla ya wakati wangu. Kwa majina yetu wa Boniface Deus Masanyiwa, ni mwanafunzi wa TIA kampas ya Singida. Sisi kama wanafunzi wa chuo cha uh, TIA kampas ya Singida tumekuwa tukishiriki katika uh, matukio mbalimbali mbali, na jamii ikiwa ni pamoja na matukio ya kimaendeleo, kwa sababu maendeleo ni pamoja na shughuli za ufanyaji wa usafi. Yanapotokea matukio ya ufanyaji wa usafi uh, katika kampasi yetu, lakini pia katika jamii kwa ujumla. Lakini pia sisi kama wanafunzi uh, huwa tunashiriki katika matukio mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na sherehe katika jamii kwa sababu Uh, ndani, miongoni mwa wanafunzi tuna vipaji mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na madansa, kwa hiyo hawa huwa wanashiriki moja kwa moja uh, katika sherehe mbalimbali ambazo zinatokea katika jamii. Lakini sambamba na hilo tuna kwaya mbalimbali uh, ndani ya kampasi ya, ya Singida ambazo ni miongoni mwa wanafunzi ambao huwa wanashiriki katika matukio mengi ya kiserikali ikiwa ni pamoja na matukio ya Maimosi, lakini sambamba na hilo tuna wanafunzi tuna, wa, wa, wa, ambao wana vipaji vya michezo katika maana ya mpira wa miguu, mpira wa pete na michezo mbalimbali, ambao hawa huwa wanashiriki katika matukio mbalimbali mbali, uh, wan, uh, katika jamii, lakini pia Uh, huwa wanashiriki katika matukio ya kiserikali ya kitaifa na matukio mengine. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi wa TIA campus ya Singida uh, tuna ushiriki chanya sana katika matukio ya jamii ikiwa ni pamoja na hayo ya michezo, burudani, kuimba na kucheza, na matukio mengine ambayo yanatukutanisha na fursa mbalimbali, lakini pia yanatukutanisha na jamii ambayo inatuzunguka. Ni, ni, ni, kwa nini ni muhimu sasa kuwa mnashiriki? Uh, ni muhimu sana kushiriki matukio haya katika jamii kwa sababu kwanza yanakuza ulinzi na usalama. Sisi wanafunzi wengi tumetoka mikoa nje tofauti na mkoa wa Singida, kwa tunapokuwa na ushiriki chanya katika, katika, katika jamii zinazotuzunguka inatufanya pia tuwe na, na ulinzi mkubwa, kwa sababu jamii inatufahamu kwamba sisi ni wanafunzi wa chuo cha kampasi, chuo cha TIA campus ya Singida, lakini pia tunavyotoka nje kushirikiana na jamii inatufanya sisi kama wanafunzi kupata fursa mbalimbali ambazo ziko nje na mazingira ya chuo na mazingira ambayo sisi tunasoma. Kwa hiyo inatusaidia sana. Mwalimu wao ambaye anayesimamia wanafunzi hao juu ya ushiriki wao yeye anasemaje? Naitwa Ambweni Kajula, mimi ni mshauri wa wanafunzi, wanafunzi katika taasisi ya uhasibu Singida. Ushiriki wa wanafunzi katika taasisi ya uhasibu Singida katika jamii inayotuzunguka ni mkubwa kwa sababu tulivyowalea wanafunzi wetu na tunavyowaelekeza wao ni kati ya watu ndani ya jamii, kwa sababu mazingira yao wanayotoka kila siku ni ndani ya jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo wao kushiriki ni jambo ambalo ni la lazima, kwa sababu shughuli mbalimbali za kijamii zinazotokea, lazima na wao waonyeshe ushiriki wao katika namna moja au nyingine. Kwa mfano Wana, ya, wana TIA yei. Mara nyingi tumekuwa tukitoka lakini kuona e, sehemu mbalimbali jinsi gani ambavyo tunaweza kufanya usafi lakini vile vile kushiriki katika matukio mengine. Kwa mfano, wiki iliyopita tulikuwa na ushiriki wa kufanya usafi katika maeneo yetu ya chuo lakini vile vile nje ya taasisi ambapo tulifanya katika hospitali ya rufaa ya Mandewa. Lakini si hivyo tu katika mambo ya kijamii kwa mfano misiba na harusi na yenyewe pia tunashiriki kikamilifu, na sana sana katika msiba, kwa wale ambao wanapata changamoto za namna hiyo katika jamii inayotuzunguka lazima tuweke utaratibu unaoeleweka wanafunzi ambao wanakuwa na vipindi wao hawataweza kushiriki katika muda fulani ambao wataingia kwenye vipindi, lakini wanafunzi ambao hawako kwenye vipindi ni lazima washiriki kusaidia kukata kuni, kuosha vyombo na kugawa chakula na vitu vya namna hiyo, ili jamii na yenyewe iwakubali na iweze kukubali kuishi nao na kuwasaidia katika changamoto wanazopitia mbalimbali, huko mbali aliko. Unajua sio kweli taasisi kwamba iweze kumfikia kila mwanafunzi au kila wana na jamii katika namna moja au nyingine, lakini unapoiunganisha jamii na watoto ambao tunakuwa nao katika taasisi yetu, inakuwa ni rahisi zaidi kuwawekea mazingira bora ya wao katika ukuaji malezi, lakini vilevile vile katika kuwakuza kuwa vijana bora wa kesho au viongozi bora wa kesho kwa taifa linalokuja. Kwa hiyo ushiriki wao ni mkubwa sana na matukio ambayo tunayafanya kwa ajili ya jamii ni mengi vile vile, na wala hatuyumbishi. Tumekuwa tukitoa elimu maeneo mbalimbali kama taasisi na ili tuweze kuwaonyesha ya kwamba dunia kwa sasa inahitaji ushiriki wa kikamilifu katika jamii, na wala tu sio kujiweka pembeni kwamba sisi ni wasomi au sisi tumesoma, kwa hiyo hatuwezi kushiriki katika mambo mengine ambayo yanatendeka kwenye jamii. Hapana, kwa hiyo ni eneo ambalo tunalitambua kimtambuka kwamba ni eneo mahususi na ni eneo zuri sana katika makuzi na malezi ya wanafunzi katika jamii yetu.